Mjulishe IGP kwamba kuanzia leo asimame kazi, mumpeleke kwenye mahakama ya kijeshi kulingana PGO akajibu hoja zake wakati mnafuatilia kesi ya huyu mama. Mmenielewa? Sawa, sawa. Haya, wewe mama, hebu nisaidie hata laki tano nimpe huyu mama mchange wasaidizi wangu kama hamna mchange, paki ifike laki tano, nitakwenda kuwarudishia. <laughs> Mama hapa, njoo mzirankende nyejeraaiki. Unaitwa nani mama? Haya, chukua hii mama, shilingi laki tano ikusaidie, utunze hawa watoto, umenielewa? Swala lako tutalifuatilia, ili haki yako itendeke. Lakini pia endelea kumtanguliza Mungu, sali kwa ibada yako, kwa imani yako. Mungu ni mwema siku zote, atakusaidia. Hicho ndicho ninakuomba tu. Pole, vumilia ndio maisha na kuongeza na nyingine hizi zilikuwa zimebaki mfukoni. Mungu akubariki mwache tu. Mungu akusimamie, atakutunza swala lako ili tutalifuatilia mpaka mwisho. Msaidizi wangu wa sheria umeshachukua nani? Namba yake na jina. Tena mzira nkende mwenzako. Huyu wezi Mhaya. Utakuwa unazungumza na huyo msaidizi wangu kwa lugha ya Kihaya. Bwenu waitu wagiramayo ubwato bufa magoga. Lakini pole kwa msiba wa mme wako, tutalisimamia na Mungu yupo. Washobokerwa mama. Haya, asante eh. Kuna wengine wanataka kumchangia hapa, njo njo njo wakuchangie mama. Mama, Mungu yupo siku zote. Mheshimiwa Naibu Waziri anamchangia, unatoa shilingi ngapi? Laki mbili. Chukua mama hapa Eh, mheshimiwa mbungu natoa ngapi? Laki moja, laki moja chukua hapo mama. Nani mwingine anamchangia? Maige, njoo changia hapa wewe, hela utaraka jakashuwewe